Jemo. Na kukula. Ukule. Unataka niitwe michawi. Hapa, ukule. Kala hivyo. Umebadilika <laughs> sana bwana. Nera. Unatoka Nairobi unapita hapa, ni kama unijui. Mimi hata nilikuwa nimeshiba ah, <laughs> <jemo chakula> <laughs> <laughs> Kula, raka rafu ende kwa shosho, pia ukule githeri, amepika githeri huko. Eh? Amebaga githeri huko imelala. A few moments later. Hey, hey, wait, wait, wait. Ujapitia uja, hata uja, uja pale o bana. Mama ameniambia nikuleteka kitu hapa bana, ini tu chapu kumi. Hey, na... kani. Supu hapa hivi hey. At least uh, ufike nyumbani kae uko na kitu kwa tumbo bwana hey. Safari imekwaje? Iko poa. Hey, onja ka kitu bana. At least ukue na nguvu bana ukiwa kwa shughuli salama nilikufanyia nini munu? Kwa nini unanipenda hivi a jeemo yeah, yeah, kwani uko usago yawa mm? wezi hata kuniambia mm? Hey, ulikuja lini jana? hey, na nilikuwa nakula mahindi ingine, tunaweza kula na wewe eh? kula na wewe, si ulikuwa unapenda mahindi? Nimeshiba, ulikuwa unataka kujiuonda na ulikuwa unapenda kula mahindi ah. Hey, kula hey. Mapenzi bado inaendelea sawa sawa. Nimesa kunena usiponde, kuja tu lasema. Wewe kule hapa, bwana Omera, hapa ndio uja kula lasema wewe kule kwa Ibom. Hey, Nairobi weka dinare. Nairobi iko sawa. Hey, <laughs> nilikuwa na haraka sijafika nyumbani. Hey, hii yetu si ada, hii yetu ni haraka kabisa mm. Hey, Hi. dakika tatu hivi na umekula. Dakika tatu peke yake na usha shiba, kaa hapo nikutayarishie ah, yeah. hii inaitwa Indomi Super Mi yeah. unachemsha maji yako yeah. ukishachemsha maji ikichemka hivyo kama hii yangu yeah. unaweka Indomi yako kiasi yenye unata Atamaliza ngapi? Lazima akule mbili mbili mbili kwa sawa. Acha niweke tatu ashibe vizuri. Huyu anajuanga kupiga huyu kupika chakula ni namba moja, amepika mpaka alimpik. Acha tuache ichemke sasa, tukiacha ichemke, tunaweka bumbu sosi yetu hapo pamoja na chili, kama unatumia pilipili Karibu, karibu hmm? <laughs> Kula. Si nilikwambia nimeshiba? Karibu moja tu, kula. Mmm. Nilikwambia. Ongeza ingine.